Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, leo hii nataka nikuletee dalili kumi ukiziona katika nyumba yako, jua kuna majini wabaya katika nyumba yako. Hizi dalili kumi ukiziona ndani ya nyumba yako, jua katika nyumba hiyo unayoishi wapo viumbe hawa majini wabaya ambao wamekengeuka, wanaishi katika nyumba yako na ndio wanaleta matatizo mbalimbali mbali. Dalili ya kwanza ni wasiwasi, huzuni na mfadhaiko. Unapoingia tu nyumbani kwako, unahisi hiyo hali, kuhisi wasiwasi, kuhisi huzuni na mfadhaiko eh, eh, unapoingia katika nyumba yako unakosa kabisa amani na utulivu, unakuwa na huzuni. Hiyo ni dalili ya kwanza ya kuashiria kwamba katika nyumba yako kuna viumbe hawa majini wabaya. Dalili ya pili ni kuhisi kama kuna mtu au kitu karibu yako ukiwa umekaa eh, unaweza ukahisi kama nyuma yako kuna mtu au kuna kitu kimekusimamia, basi jua kwamba katika nyumba unayoishi wapo viumbe hawa majini wabaya, wanaishi ndani ya nyumba hiyo ambayo na wewe unaishi na familia yako. Eh, dalili ya tatu ni kusikia sauti ya mtu unayemjua akibisha hodi m au wakati mwingine kukuita kwa jina. Unaweza ukakaa ukahisi mtu anai anagonga mlango ngongongo ngongo huku akisema hodi, akili yako ikakwambia, eh, ubongo wako ukakwambia kwamba huyo ni mtu fulani, lakini ukifika, ukifungua mlango hakuna mtu, hukuti mtu yoyote E, katika eneo ambalo misikia likibishwa kwa maana hakuna chochote. Dalili ya nne, watoto kushtuka usiku na kuanza kulia wakati sio tabia yao. Na kibaya zaidi wakati analia utamwona mtoto anatazama katika pembe, anatazama katika mlango au anatazama sehemu nyingine yoyote. Kama ana uwezo wa kuzungumza amefikia umri wa kuzungumza basi atasema dudu mdudu yule pale, lakini kama hawezi kuzungumza basi atakuwa ametolea macho katika eneo fulani, analiangalia kwamba kuna kitu kibaya anakiona. Hiyo ni dalili kwamba ndani ya nyumba yako kuna viumbe wa hawa majini wabaya, wanaishi katika nyumba hiyo ya kwako. Dalili ya tano ni kuona vivuli kwenye kona za madirisha ehe, kwenye kona ehe, kwa maana kwenye kona unaweza kuona kivuli cha kitu au sehemu za madirishani, kama ukahisi kivuli kimepita cha kitu cha mtu yani, humuoni mtu akikuhisi kama kuna kivuli kinachoashiria kwa pembeni kuna mtu kapita, au chini ya mlango ukaona kama kuna kivuli kinaingia. Nadhani tumeshaelewa unaweza kuona chini ya mlango kuna kivuli kimetokezea, wewe ukahisi kivuli hiki ni cha mtu, lakini hakuna kitu kama hicho. Hizi ni dalili tano ambazo ukiziona katika nyumba yako basi jua katika hiyo nyumba kuna viumbe hao majini mabaya wanaishi. Zipo dalili nyingi, inshaallah katika darsa nyingine tutaendelea kuzielezea dalili hizi ili watu waweze kuzifahamu, na mwisho tutatoa suluhisho, nini cha kufanya ukiziona hizi dalili, ili kuwaondoa viumbe hawa ambao wanaweza wakasababisha hatari kubwa katika afya yako na afya ya ndugu zako, watoto wako, mke wako, mume wako na jirani yako, na pia vilevile vile, eh, hali yako kubadilika kiujumla.